Unaangalia Daddy Face TV tukiwa hapa ya Iringa, ilikuwa ni ngumu sana uh, kuondoka bila kufika sehemu ambako mama amegusa kwenye afya, na lengo letu, waandishi wa habari, nadhani mnakumbuka mna tulikubaliana kwamba miradi ambayo tutaigusa itahusu afya, elimu, miundombinu na biashara mara nyingi tumekuwa tumeona kuhusiana na miundombinu, na hapa Ilinga tutaona pia kuhusu miundombinu, lakini nikaambiwa kuna hospitali ambayo ilijengwa muda mrefu sana, baadhi ya majengo, lakini katika utawala wa Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuja ameiboresha zaidi, lakini pili ameleta vifaa tiba. Lakini Dkt. Samia Suluhu Hassan aliliona hilo na kwa namna moja au nyingine akafanikisha kuleta vifaa tiba hapa hospitali ya Kilolo, Ilinga. Maneno haya yasinitoke mimi, niko na daktari ambaye yeye ana hudumu hapa katika hospitali ya uh, wilaya ya Kilolo. Naomba uh, utupe kwa ufupi sana, katika utawala wa Dokta Samia Suluh Hasan ni vitu gani vimefanyika katika hospitali hii ya Kilolo? Asante. Yeah. Kwa majina naitwa Edson Kisuda ni kaimu mganga mfawizi hapa katika hospitali ya wilaya ya Kilolo. Kimsingi katika uongozi wa mama tumefanikiwa kupata nyongeza ya watumishi. Okay. Katika hospitali hii tulianza na watumishi watano tu na baadaye watumishi wengine kumi na mbili kuhamia. Okay. Lakini kwa kipindi cha miaka minne ya Mama Samia Suluhu Hassan, yeah. Tumefanikiwa kupata nyongeza ya watumishi zaidi ya sitini. Kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kutoka watano kumi na mbili, uh, wakaongezeka wengine sitini, wakaongezeka wengine sitini watumishi kwa... namana madaktari pamoja na manesi, madaktari, wauguzi, wataalamu wa radiolojia, wataalamu wa meno wote hawa tumewapata ndani ya kipindi cha hii miaka minne ya mama okay. Kwao kimsingi tumeboresha huduma zetu yeah. Kwa sasa hivi mgonjwa akitoka kijijini, anahitaji kupata huduma kwa mfano za mionzi, anaweza akaipata akiwa hapa. Lakini si hayo tu, pamoja na watumishi miundombinu ya kutolea hatukuwa na jengo la kuhifadhia miili, lakini katika utawala wa mama aliidhinisha fedha tukaweza kufanikiwa kujenga e, jengo la kuhifadhia miili pamoja okay. na hayo tumepata pia jengo la wagonjwa mahututi lenye vitanda zaidi ya kumi na mbili lakini na vifaa vyake vyote kama inavyostahiki okay. lakini pia katika hospitali yetu hatukuwa na idara ya E, meno mm, kinywa na meno, lakini baada ya mama kuingia madarakani akaidhinisha fedha, kwa sasa hivi tuna jengo ambalo tunatoa huduma za kinywa na meno na mm. pamoja na hayo mm, ametujengea chumba kikubwa cha kufanyia upasuaji, sio kimoja tu mm, ametujengea vyumba viwili na vyumba vyote viwili hivyo kwa ajili ya kufanya operation kwa ajili ya kufanya operation nje ya. ya zile za kutoa mtoto tumboni. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna uwezo wa kutoa eh, operation za aina mbalimbali. Okay. Okay. Nadhani uh... tume